Naam, shukrani sana kwa kuchagua kutizama Sema na Citizen. Karibu tukupashe taarifa mbalimbali. Kwa sasa, jina langu mimi ni Mwanahamisi Hamadi na tunaanza na taarifa kwamba mamlaka ya ujenzi wa barabara kuu nchini KENHA inafanya ukaguzi wa daraja la Jomvu pamoja na ujenzi wa barabara kuu ya Mombasa kwenda Jomvu hadi Mariakani. Barabara hiyo inatazamiwa kupunguza msongamano wa magari na kuinua biashara humu nchini. Mwanahabari wetu Francis Mtalaki hivi sasa anaungana nasi moja kwa moja kutoka huko Mombasa, haswa katika eneo ambalo tumezungumzia, ili aweze kutufahamisha mengi ambayo yanajiri kwa sasa. Mtalaki, habari za saa hizi? na pengine tueleze hususan uko katika eneo gani na kitu gani ambacho kinaendelea kwa sasa. Nam, asante sana Mwanahamisi, kwa sasa nipo juu ya daraja la Jomvu, daraja ambayo inajengwa na mamlaka ya barabara kuu nchini KENHA. Na kwa sasa kama unavyoenda kuona, kuna ujenzi unaoendelea kila kona katika sehemu hii. Kuna vumbi, lakini ni vumbi ya kazi manake. E, barabara hii ni mojawapo ya barabara ambazo zitakwenda kubadilisha sura ya kaunti ya Mombasa, sura ya jiji hili la Mombasa, na tayari katika sehemu hii utaweza kuona kwamba maeneo ya uchukuzi yameanza kubadilika. A, kama upande wa chini tayari barabara ile imekwisha kamilika na hapa tulipo, a, ni sehemu ambayo pia rais William Ruto aliweza kuzuru katika ziara yake ya mwisho yapata majuma mawili hivi yaliyopita, akiweza kusema kwamba serikali tayari imekwisha pata fedha zaidi za kuweza kukamilisha barabara hizi, ikiendelea kazini, kazini na baadhi ya wale wakaguzi kwa e, sasa, nipo na afisa mkuu wa mamlaka ya KENHA eneo hili la pwani. Asante sana. Hii sehemu ambao tuko ndio kwa Jomvu Interchange katika hii mradi ya barabara kutoka Mombasa mpaka kwa Jomvu. Na kwa sasa hii tunapoongea eh, progress ni asilimia 95 ndio tumefika, na jinsi mnavyoona kuna kazi inaendelea hapa kwa kasi sana. Contractor anajaribu juu chini ili aweze kuhakikisha kwamba amemaliza sehemu hii ambayo ni kitu kama 900 meters kwa wakati ambao tumekubaliana. So tuna expect ya kwamba pengine ina another 2 weeks, kontrakta ataweza kufungua sehemu hii ili magari ziweze kuitumia temporarily tu, ili kuna kitu tunaita secondary compaction katika barabara ambayo inafanywa inafanywa na magari. Hiyo ndio tutatufanyi fanya tuweze kufungua sehemu hii ili magari ziweze kuitumia kwa muda kidogo, ndio kontrakta sasa atarudi kuweka ile surface ambayo ni nyeusi ile the blacktop. Yes kwenda labda itakwenda kusaidia vipi hasa eneo hili maanake, kuna kampuni nyingi zinafanya biashara ya labda kusafirisha makasha na itakwenda kupanua uchumi wa eneo hili kwa namna gani? Asante sana kwa muda. Mnajua kwamba sehemu hii ya hii mradi ilisimama kwa sababu hakukuwa na fedha ya kufanya compensation kwa pubs. Lakini kwa ile juhudi ambayo serikali imefanya through securitization of Road Maintenance Levy Fund, tunaona kwamba pubs wanalipwa na kazi sasa inaendelea. Hii barabara ni muhimu sana katika trade ya Kenya internally na hata regionally. Maana it is part of the Northern Corridor katika Afrika. Now it's facilitating cargo ev evacuation from the port. Tourism is being enhanced maana tourists are able to travel within the shortest time possible. Kwa hivyo hata kwa mambo ya uh, kazi kwa vijana tunaona Ina enhance, maana with the resumption of work kazi inaendelea, vijana wanaendelea na kazi zao ambao walikuwa nazo hapo awali, na tunaona hii mradi ni muhimu sana katika serikali yetu na katika nchi yetu na katika eneo hili la Afrika Mashariki. Labda mwisho kabisa itamgharimu Mkenya eh, fedha kiasi kipi, na pia mnataraji kwamba mtakwenda kukamilisha mradi huu lini? Mradi huu imemgharimu serikali bilioni 11 bilioni ndio imemgharimu serikali ii mradi, na tunaona itakapokamilika itakuwa na manufaa makubwa sana kwa Mkenya wa kawaida yes. Asante sana na Mwanahamisi. Kuna bwana mmoja hapa pia nafikiri amekuwa akifanya biashara katika sehemu hii. Tuambie majina yako wewe, umenufaika vipi na barabara hii na eneo hili, ukisimama hapo, kisha tuambie na majina yako kwanza. Kwa jina inaitwa Gregory Isaac Ogweno isogeno. Mimi ni wabiashara kwa hii maeneo, nafanya biashara kutoka Meretini hadi huku Jomvu, na najaribu kufanya hiyo biashara, naona naona kama kama kama hii barabara imeisha itakuwa rahisi, wa, wa, wa, traffic, itakuwa rahisi wajisadia wa haraka na magari na hii barabara pia imeisha meisha Itapala kama sasa hivi ile ijaisha, naona kama watu wanafanya kazi hawa vijana watu wa mtaani wamepata kazi. Sisi pia tunashukuru kwa sababu sisi pia watu wa biashara tunafanya kazi kama hiyo, tunashukuru. Kama hii barabara imeisha, tutakaa na neo vizuri sana. Ndio unawalisha hao mabwana mzee, najaribu kwa kwa watu wa kule kila siku, lakini vile hali pia ni mbaya hivyo hivyo, anakula lakini Asante sana. Naam, ni baadhi tu ya Wakenya ambao pia wamepata uh, njia moja au nyingine, kuweza kutafuta biashara, kutafuta ndo wanatoa chakula katika sehemu hii. Na hawa wanaoona, basi ni baadhi ya wakandarasi pamoja na maafisa wa Kenha wakiweza kufanya ukaguzi katika barabara hii, na jinsi wanavyosema kwamba, uh, katika majuma mawili, basi magari yataruhusiwa kupita hapa, lakini ni kwa muda tu ili kuweza kutoa fursa kwa uh, ujenzi wa barabara kukamilika, na utakapokamilika basi hapa patakwenda kubadilika. Lakini hii sio mwisho tu, manake naarifiwa kwamba atakuwa na zuru kaunti ya Mombasa ili kuweza kutathmini hali uh, katika barabara kuu hasa ile pia kutoka Mombasa kuelekea Malindi hadi maeneo ya Lamu, pia inaweza kutengenezwa ili kuhakikisha kwamba upande wa pili pia wa kisiwa hiki cha Mombasa umeweza pia kubadilika sura, na watalii watakapokuwa wanaingia katika kaunti ya Mombasa pia wameweza kuona mandhari nzuri ya jiji hili la Mombasa. Mwana Hamisi. Na asante sana, ni mwanahabari wetu huyo Francis Mtalaki akitufahamisha na ujiri huko Mombasa. Tukiangazia mengine, ni kwamba tume ya kupambana na ufisadi nchini